<laughs> Eh, bwana dunia mapito. Ukiona gari yataka kule uko mjini, ha, maisha kama uyoga bwana. Leo mboga, kesho sumu. Asalamu As alaikum. Jina langu Doto Maulidi. Kabila langu mzalamu, kulinga jadi yangu nifiche fiche, msiba ngoma wanaambie, nyumba ianguke mwali atoke. Mmeshazoea kuniona katika mazingira yale. Lakini leo nawaalika katika mashindano makubwa ya Qur'an tukufu yanaandaliwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation, chini ya Sheikh Nurdeen Kishk, wazalamu wote wayangu, tuze pale tulole, tukutane pale uwanja wa Mkapa maarufu uwanja wa Taifa, kwanzia saa moja asubuhi mpaka saa saba mchana, tuje tulolei, wana wahifadhile Qur'ani, sote tuahifadhi Mbeya. Mimi mwenyewe nitakuwepo inshallah. Kumbuka amna kiingilio ni bure kabisa chai ya rangi na itafuta vitafunio, wakati kiporo cha ubwabwa kipo. Mashindano haya makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni yatafanyika Jumapili ya tarehe moja ya mwezi wa tatu mwaka huu 2026. Shika ncha yako na shika ncha yangu, Qur'an ni ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, hadi kwa Mkapa.